Kwenye michezo wachezaji wa zamani wa timu ya taifa Harambee Stars wamewataka wadau wote katika sekta ya michezo kuzuru mashinani kuwatafuta wachezaji chipukizi kama njia moja ya kuimarisha viwango vya mchezo wa soka humu nchini. Wakizungumza huko Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii wakati wa fainali ya mchuano wa soka katika awadi ya Ibeno, wachezaji hawa Musa Otieno, Francis Onyiso na Henry Motego wanasema Kenya huenda ikaimarisha viwango vya kandanda iwapo wadau watazuru maeneo mbalimbali mbali nchini kutafuta wachezaji chipukizi. Wazee walikuwa na tu support na nafikiria ni sisi kuleta mpira hapa nchini ende kwa level nyingine. Lazima tulipane mashindano. Lazima tuonyeshane na vijana. Si tournament pekee after tournament tukikua na mheshimiwa, tumwambie after muheshimiwa tumwambia after tournament nini inafaa kufanyika. So mimi nashukuru sana kwa hapa Kisii nashukuru sana kwa kutaka kuza talanta, na hii ni nchi yangu. Tunaangalia pia Afrika inachezwa, sisi kama Kenya hatujafika pale. Tuko na talent. Talent iko Kisumu pekee ama iko Nairobi pekee? Hata pa Kisii mashinani kuna talent. Kitu wa kwanza lazima tupatie ma coaches mafunzo, kwa sababu huyu mchezaji unamwangalia wakati anafanya ball control unaona ako na hiyo idea lakini, utakuta ni kitu kidogo hajaonyeshwa, na sio makosa yake. So pia wale watu wanakuja kuwafunza, hajapitia nini? Hajapitia mafunzo kipi? Hao vijana wetu, vile wamefunga shule, wakibu fit ama busy, kwa sababu wangekuwa idle, wangekuwa anaenda huko kulewalewa, mambo ya kufuta banki, lakini sasa kwa sababu ya hii tournament amewakibu busy. Tumeshukuru na ushauri wao. Ile kitu muhimu wamesema, chochote unachofanya lazima uwe na discipline, ndio kitu ya muhimu. Vijana wetu sasa waibeno wamepata mafunzo, sio waibeno peke yake, ni dunia mzima.